Wa mkoa wa Mtwara. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa Kanali Patrick Sawala, nakiri kupokea Mwenge wa Uhuru 2025 kutoka kwako Bi Mary Asa Makondo, katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma. Mwana Ruvuma, tuliupokea Mwenge wa Uhuru tarehe 9 Mei 2025 kama ulipo, ulipo asili mkoani kwetu ukimbizwa kwa urefu wa kilomita 1378.9 na kupitia jumla ya miradi 76 ya maendeleo iliyokuwa na thamani ya shilingi bilioni 95, ambapo mbio za Mwenge wa Uhuru 2025 ulifanyia kazi miradi yote 76, ilikubaliwa na mbio za Mwenge wa Uhuru 2025. Pongezi sana. Kwa ujumla, wananchi wa mkoa wa Ruvuma tumenufaika sana na mbio hizi, kwa kukumbusha wajibu wetu wa etu, kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 isemayo, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Si wananchi wa mkoa wa Ruvuma shukuru sana Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia pesa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara ya Mbinga Mbamba Bay, upanuzi wa uwanja wa ndege wa Songea, ujenzi wa bandari ya mizigo ya Ndumbi Nyasa, na sasa upanuzi una, unaendelea wa bandari ya Mbamba Bay umeanza. Aidha, tunamshukuru pia kwa ujenzi wa miundombinu ya elimu afya, umeme na maji. Tunamwaahidi Mheshimiwa Rais wetu kuitunza, kuithamini na kuilinda miradi hii. Ndugu kiongozi wa mbeo za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, sisi Wanaruvuma daima, Wanaruvuma tutawakumbuka kwa kazi hii nzuri mliofanyia. Leo hii tumemaliza kukimbiza mwenge huu wa uhuru ndani ya Mkoa wa Ruvuma. Naomba nijipigieni makofi tena. Mwenge wa Uhuru kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Na sisi wakimiza mwenge wa uhuru kitaifa, ambayo jumla yetu tupo sita, tulihakikisha tunatii maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupita halmashauri zote ndani ya mkoa wa Ruvuma kuweza kufikisha kauli mbiu hiyo. Leo hii mheshimiwa rais ameupa heshima sana mkoa wa Ruvuma na ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua mtoto wetu mwanetu, kaka yetu, baba yetu, Dr. Emmanuel Mchimbi kuwa mgombea mwenza wa makamu wa rais. Oh, oh, oh. wana wana Ruvuma amepata bahati kubwa sana, hakikisheni munaitunga bahati hiyo kwa kwenda kumuonesha mheshimiwa rais kwamba sisi wana Ruvuma tumepokea maendeleo mengi chini yako, lakini pia tumepokea heshima hii ambayo leo hii umetupatia wana Ruvuma. naye.